Tuko na kikao na wadau wa mafuta kuhusu kuendelea kuimarisha ulinzi na uuzaji wa mafuta yao, na pili, wao kuwa na mchango mkubwa katika masuala yote ambayo yanaendelea, na tatu, uandishi wa habari, tuendelee kuwa na ushirikiano na ustahimilivu pia kwa taifa letu, ili taifa letu liendelee kuwa moja. Nyakati hizi, ndugu uandishi wa habari, ni nyakati ambazo kila mmoja asiye na nia njema katika taifa letu hujitahidi kutumia kila silaha ili kuliangamiza taifa. Na silaha mojawapo pia ambayo inatumika zaidi ni kuchonganisha na kuweka meseji za taharuki kila mahali. Meseji mojawapo ilikuwa maji ya DAWASA yamewekwa sumu, jambo ya ambalo sio kweli. Lakini meseji ya pili, kuonyesha kwamba jeshi la polisi limeibuka tu limeibuka tu kuanza kupiga watu au kurusha mabomu bila watu hao kufanya fujo. Lakini mtakumbuka kwamba vikundi hivi vya uhalifu havikuanza na maandamano katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Pale mahali walipojikusanya, hapo hapo walikuwa naziba barabara na kuanza kupiga mawe na kuanza kuchoma moto. Sasa sidhani kama hayo ni maandamano, na ndio maana jeshi la polisi lazima litatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha raia wake wanakuwa salama na mali zao zinakuwa salama. Kwa hapa tulipofikia ni kwa sababu ya weredi tu wa Jeshi la Polisi na vyombo vingine vyote vya dola, vinginevyo na, na, tungeweza kuwa tunazungumza stori tofauti sana. Lakini hadithi ya pili ni ile kwamba watu wamekuja wanajeshi kutoka mataifa mengine wanapiga piga watu mabunduki na kila kitu, as regional commissioner, hizi nazo ni habari za kuleta taharuki bure. Majeshi yetu yako imara sana, na kama nilivyorudia kusema, yapo imara sana wala si makusudi ya jeshi la polisi hata kidogo kupoteza watu wake au kutaka mtu yoyote apate madhara, si hakunaga nchi ya namna hiyo hata siku moja. Ila tu ni kwamba tukiambiwa kaa ndani, kaa ndani, ili jeshi nje liweze kukabiliana na yule mwalifu. Nakumbukeni, hakuna anayesema mwalifu amedhuru, lakini mwalifu alikuwa na mapanga, mwalifu alikuwa na mawe, mwalifu alikuwa na silaha za aina yote. Silaha zile za mwalifu zilifanya kazi gani? Kwa hiyo tunaposoma taarifa za habari katika duniani huko, tukiziona, Watanzania, tuendelee kuwa na utulivu na ustahimilivu mkubwa, pale itakapobidi kutoa taarifa za msingi kuhusu masuala yote yaliyojitokeza. Kwa mfano mimi, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, vituo vya mwendokasi karibu vingi vimeunguzwa, lakini bado sijatoka na kutoa taarifa hiyo kamili kuhusu madhara hayo yote. Leo najielekeza kwenye nini? Najielekeza kwenye ulinzi wa mkoa wangu